Na miezi mitano baada ya kusimama na Wakenya wenzake dhidi ya shambulizi kwenye basi moja ambalo lilitekelezwa na al-Shabaab katika eneo la El Wak, Mandera, Abdirashid Adan angali anauguza majeraha. Cha kusikitisha ni kwamba hospitalini angali anadaiwa zaidi ya shilingi milioni moja unusu, fedha ambazo serikali ilitoa hakikisho la kugharamia matibabu yake. Makna masco alimtembelea mtaani Isli anakoishi na jamaa zake. Kuchechemea kwake Abdirashid Adan ni matukio ya uzalendo. Desemba mwaka 2015 alikuwepo kwenye basi lililoangukia mikono ya al-Shabaab. Mimi nilikuwa nimekaa kwa mali ya malango kwa watu, ulikuwa tumeona kwa barabara na waskari wengine wako huko kwa kutulu, ulikuwa tusemea sisi, ulikuwa amesema watu wengi walikuwa wako hapa kwa, kwa al-Shabaab, wako kwa msituni, wako ndani ya msituni na sisi tunasema awezi, wacha tupite tu kitu Mungu umeleta hawezi kosa. Abdirashid wa umri wa miaka kumi na tisa wakati huo na marehemu mwalimu Salah Farah wakawa mstari wa mbele kuzuia maharamia hao kuwaua waliowadhania kuwa Wakristo. Na watu ulikuwa amesimamisha gari kwanza, ulikuwa amesimamisha kwa gari nyingine lori, umeua watu mbili Wakristo na sisi ulikuwa amenisimamisha na sisi tulikuwa umeficha sana mimi nilikuwa nimekaa kwa malango na umekata kufungua ile malango. Watu walikuwa wamesema fungua malango na mimi nilikuwa nimekata kufungua malango. Amesema sisi tunataka Kristo peke yake si Uislamu, na mimi nilikuwa nimesema hakuna Kristo. Gari ndani nilikuwa nimepatia ajabu wengine nilikuwa nimepatia makofia wengine, ameweka kwa chini ya kiti, risasi tatu zikampata makovu haya yakawa kitambulisho cha unyama uliomfanyikia. Alikimbizwa hospitali kuu ya Kenyatta, sifa za ujasiri wao na uzalendo zikitamba kote duniani, maafisa wa serikali wakipigwa picha nao na kutoa ahadi za kugharamia matibabu. To we stand by Kenyans of goodwill who come up and stand up for their friends, for fellow Kenyans when the time of difficulty occurs. They will only be discharged once they are ready to be discharged to go home lakini leo familia ya Abdirashid inadaiwa zaidi ya shilingi milioni moja unusu, madawa yakiwa yamewalemea kununua. Tulipowasiliana na afisa mtendaji mkuu hospitali kuu ya Kenyatta, aliahidi kutupa taarifa kamili kuhusu uhalisia wa mambo kufikia kesho. Na ilikuwa unaomba na serikali yangu nisaidie na kijana yangu, wakati hiyo alikuwa amebeba sisi, amelete sisi. Na tena unataka serikali yetu unasaidia mimi na angalia maisha ya kijana yangu na maisha yetu yote kama kurudi hii. Leo akina Abdirashid wanaishi kwa jamaa zao mtaani Isli, baada ya kufunga safari ndefu toka Mandera, nauli wakiwa wamekopa. Mama naye masaibu ya manawe yanazidi kumvunja moyo. Haya mama mwenyewe ni maskini, ako na watoto karibu nane, watoto anasoma shule, kijana anazunguka na hii kijana huko na huko, hata anaweza kukosa kukula lunch kama hajatupigia sisi family. Akaangukia hata kinyata hospitali, lakini anatapika mpaka daktari amekuja ametupigia simu, anasema hii mama anataka kuanguka, kujeni mchukue. Au kweli gharama ya uzalendo ni ghali. Abdirashid anasubiriwa na mtihani wa KCSE, bili kubwa ya hospitali na maumivu chungu nzima. Viongozi waliomiminia wa sifa wakipotelea mitini. Ifikapo Jumatatu, viongozi wetu watakuwa kwenye mashindano ya kisiasa lakini, ni upi kati yao atakayekumbuka kwamba miongoni mwa raia kuna mashujaa kama Abdirashid? Mak na Maswa, KTN, leo wikendi.